na Narok sisi tuko tayari kuunda serikali ile ina inakuja President amekuwa na tabia mbaya unaita mikutano uiti viongozi wale ambao wanapangaga kazi unapanga tabia mbaya kuingilia mashamba ya watu tumesema Narok na Kajiado hutaingilia mashamba yetu milele na milele namba 2 saa yote unalalamika ati tunaongea kuhusu Ruto Masgo Ruto Masgo Ruto Masgo eh Ruto Masgo Ruto must go. Kwa sababu aliharibu NHIF akaleta shisha na iko na mashida mingi. Ruto must go. Kwa sababu aliharibu university funding model akatoa hell. Ruto must kwa sababu Ruto ako na tabia ya ku, kuangalia askari wakipiga marisasi binadamu wanakufa kwa mashamba yao na kurushia tiagas. Ruto must na kwa sababu Ruto, serikali yako has overseen the death of a member of parliament sitting, yani mjumbe amekalia kiti, you cannot guarantee security. Ruto must oh, no. na kwa sababu ya ufisadi, ufedhuli, tabia mbaya Ruto must oh, no. Asa, unajua mtu mwenye anasema Ruto must go, mimi siwezi kataza, hata akiongea mpaka jioni mimi anasema hiyo, mimi naelewa no. Watu wa mnyoro na watu ambao mko hapa.